Klabu ya Mbeya kwanza kuuzwa Tabora Manispaa, ambapo imeelezwa kwamba mazungumzo baina ya uongozi wa klabu ya Mbeya kwanza na manispaa ya Tabora yamefikia pazuri, kuhusiana na mchakato wa kuuzwa kwa klabu hiyo. Kwa mjibu wa taarifa, uongozi wa manispaa ya Tabora una matumaini makubwa kuwa mpango huo utakamilika mapema na kuifanya timu hiyo kubadilisha makazi yake rasmi kutoka Mbeya kwenda Tabora. Endapo makubaliano yatakamilika kama inavyotarajiwa, kikosi hicho kitapiga kambi yake mpya mkoani Tabora kuanzia mwishoni mwa wiki hii, tayari kwa maandalizi ya msimu ujayo wa NBC Premier League Eh, elfu mbili ishirini na tano elfu mbili ishirini na sita. Hiyo imeweza kuelezwa kwenye vyanzo vya ndani kabisa ambavyo vimeweza vimeweza kutoa taarifa ya kudai kwamba uongozi wa manispaa ya wa Tabora umeweza kufikia makubaliano na uongozi wa Mbeya Kwanza ili kuona namna gani wanaweza kuinunua hiyo timu kwa ajili ya kwenda kuendeleza pale ambapo walikuwa wameishia, timu ya Tabora United ambayo yenyewe timu ya Tabora United imeweza kuuzwa, na baadaye, baada ya kuuzwa, ikaweza kubadilishwa na jina kabisa, ambapo katika kitu ambacho sio cha kawaida basi timu ya Tabora United yenyewe iliuzwa na, ili na kubadilishwa jina kwenye shirika la ukusanyaji wa mapato Tanzania TRA na kuitwa TRA United sports Club, ambapo ilihamishiwa itahamishia makazi yake jijini Dar es Salaam kuanzia Januari elfu mbili ishirini na sita, na huku mkoa ukiwa hauna timu yoyote ambayo itaweza kuwafariji au kuwakilisha mkoa huo baada ya Tabora United kuweza kuuzwa hivyo wa kuweza kutamani kuinunua e, timu ya Mbeya Kwanza baba, wadukua, hivyo, kwa ajili ya kuendeleza ambao walikuwa wanaofanya hivyo, naelezo kwamba kama watafikia mwisho, basi huenda timu hiyo ambayo inashiriki e, NBC Premier League we, ikaweza kukamilisha usajili huo na ununuzi huu, basi itahamia makazi yake mapya Tabora, ambako huko ndio atakuwa makazi yao na ndiko ambako wakazi wa Tabora wataipokea na kuweza kuhudumia kwa huduma zote na watafurahia burudani ambayo itatolewa na Mbeya Kwanza baada ya kubadilisha jina na kuwa Tabora United ambayo itakuwa na makazi yake Tabora. Haya yote yameweza kufanyika, sio mara ya kwanza. Mara kadhaa tumeona timu zikiwa zinanunuliwa kutoka mkoa fulani au shirika fulani na kwenda kubadilishwa jina na kuweza kutumikia shirika jingine.